Mungu yeye anakupenda. Tunaposoma katika Biblia Yohana sura ya 12 mstari ule wa 25, wanasema yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha. Hata mstari wa 26, mtu akinitumikia na nifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Niliuliza swali asubuhi kwamba wangapi wanapenda kuheshimiwa na Mungu, na nauliza tena mchana huu ambao wanapenda wangelipenda shimu wangapi? Hebu nyoshe. Tushushe na wangapi ambao watasema mchungaji, mimi napenda nimuheshimu. Swali la mtego, lakini nataka kusema tunako tunakokwenda, kizazi tulicho nacho, kizazi tunachoendelea nacho, wengi hawapendi kuheshimiwa na Mungu, hawapendi kuheshimiwa na Mungu ingawaje wanataka kuheshimiwa na wanataka au wanamfanya Mungu kuwa kibarua, badala ya wewe na mimi kuwa watendakazi wa Mungu, tunataka Mungu awe mtendakazi. Maombi yetu mara nyingi tunayokwenda, o Mungu nipe hiki, Mungu nipe gauni, Mungu nipe gari, Mungu nipe nyumba, Mungu nipe mume, mumu nipe mke. Mungu awe kibarua wa kutenda tu kutenda tu kutenda lakini wewe unatenda nini? Lini ambayo Mungu atasema asante, kwa kuwa kila nilichokutuma kila nilichokuagiza umetenda? Lakini sisi asitwovo tujibu asema Mungu mbona umeniacha? Mungu hajawahi haja kumwacha mtu, ila mtu ndio anamwacha.